Mzee wetu ag, ndugu zangu, mimi simsemaje lakini kwa kuwa mimi si msemaji sana, maanake leo kuna vigogo hapo naona, na vidogo kidogo wengine uko chini kabisa. Kwa sababu angalia tu Qurani iliyotoka hapo ilimtoa machozi, subhanallah. Alhamdu imepatikana ilivyo na ndio inavyotakiwa, nasi naomba tujifunze pati kama hayo sio tuutavonda tu ile alhamdu. Ndugu zangu, kwanza naomba samahani sana kwa siku nyingi sijafika hapa, lakini ndugu yangu namshukuru kila siku anatembelea na tunazungumza mi naye. Mimi sina mengi zaidi ya kusema isipokuwa kuhimiza swala tu, swala ndio ufunguo wa amali zote na kuamini yakini mambo ya mbali, kwa sababu kama hukuamini mambo ya mbali, basi wewe hata uislamu wako unakuwa haupo, kwa sababu huyaoni. Unaambiwa tu Allah yupo, unaambiwa tu mtume yupo, unaambiwa tu pepo ipo, unaambiwa tu moto upo, lakini huoni, huogopi hata kidogo. Naona sawa, lakini vitu hivyo vipo na inabidi uviamini, tuviamini kwamba vipo. Mwenyezi Mungu tumshukuru sana, kwa sababu kwanza ametuletea kiongozi wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ili kuta kutuongoza kama ilikuwa hivyo, sisi tulikuwa wenye kuongoka. Kwa hiyo, ndugu zangu, lazima tujali sana ibada ya swala swala unajua wengi sasa hivi ndugu zetu wengi sana wamerudi kwenye swala kama walivyosema ndugu yangu Ramadhani, watu safari, wameswali misikiti, watu watatu tu, ni ajabu kabisa, inna lillahi wa inna ilaihi. Tarawehe wanasema nini? Suna, wanasema nini? Suna, lakini hawajui kama angalijua, wangaikuwa na baba pia Safari, bwana, imepatikana hasara kubwa kwa vidana, tena kubwa. Wengi wako kwenye vitu vitu. Kwa hiyo ndugu zangu, tumhofu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Vitu vyote tunavyoviona ni vake, kama ilivyosema inna Allah ala kulli shay'in qadir. Wewe hutanyanyua mguu wako isipokuwa atake Allah utananyua uso wako na mikono yako, vitu vyako vyote vilivyokuwa mwilini mwako, ujue ni kazi yake Mwenyezi Allah ndio anayekuwezesha. Ajabu, asubuhi wewe unaamka, adhana inapigwa, wewe unachukua mishipi yako unakwenda baharini, badala kumwabudu Mwenyezi Mungu kwanza, na ukenda baharini. Ni ajabu kubwa hiyo. Kama wewe ni binadamu, nataka ufikiri sana. Kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema unaposikana adhana na we hukuifata basi, yaumil kiyama utapigwa risasi za moto, utapigwa risasi za moto. Umetharau wito Allah, kwa sababu unapoambiwa Mwenyezi Mungu mkubwa, wewe anasema ata na kukwenda huku ndio kukubwa. Lakini kwa nani unakokwenda? Unakokwenda kwa nani? Kwa Allah. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amekuja kutufundisha, na yeye alikuwa katika kazi kubwa ya kutangaza dini ndio kitu alicholetewa hakuna kingine. Na sisi kwa kuwa ummati mtume Muhammadi, ni wa mwisho na huu ni ummati wa mwisho, na hili swala suala, kwa watu wote, Mwenyezi Mungu ametujalia kwa watu wote tutangaze dini. Na kutangaza kwa dini sio kukaa tu nyumbani ukabweteka, amna. Fanye siku tatu mwezi, siku arobaini tunatangaza. Tembelee misikiti, misikiti leo umekwenda lakini tufanye wajahidu fi sabilillahi haka jihadi hii, tufanye jihadi ya ukweli yenye haki. Kwa hiyo ndugu zangu, kitu kikubwa mimi sina zaidi, kama nivyokwambieni vigogo vimeinama hapo. Kwa hiyo shehe nani, lakini hapa sijui, uunde timu ya kutoka bwana, sio tukae tu hapa. Kwa kweli sibila kuficha hapa palikuwa pakali sana mwanzo lakini kama osema imani inarudi, inarudi imani kwa kuwa hatutembei, tumeacha yale mambo ya zamani ya kutembea. Kwa hiyo hapa tulikuwa karibu tuseme markaz, tena tujisifu sana kwa hapa sehemu hii tulionayo, Mwenyezi Mungu ametujalia nuru, na vinakuja viongozi mbalimbali. Na kosa kuwepo nuru hapa, basi viongozi hawezi kuja kama ungekuja, unakwenda kwa memo kule hawendi bwana, lakini wanakuja hapa. Kwa nini? Kwa sababu hapa ipo nuru, lakini sisi watu hapa hatuijui. Msikiti darasa wapi watapata mtu, kila siku hapa panazungumzwa maneno ya Mwenyezi Mungu tu, panasoma Qurani hapo hapa, na nuru eh, ipo, lakini wenyewe hatuijui. Msikiti ni ajabu, leo swafu mbili eh mbili na hapo kutazama hapa, hapa na tajioni hata mmoja au yupo? si sote Waislamu? Eh, sasa kitu gani kinachofanya hivi, na kitu gani cha kutegemea kingine kama si kumfuata Allah subhanahu wa ta'ala? Na kumfuata Allah ni kufuata matendo yale aliyoamrishwa Mtume swalla Allahu alayhi wa sallam, atuwezee sisi na yaliyokatazwa tuyakatae, yaliyomema tuyafuate. Hiyo ndio kazi aliyotoa Mtume swalla Allahu alayhi wa sallam. Kwa hiyo ndugu yangu, ndugu zangu sina mengi zaidi isipokuwa kama ilivyosema na mwalimu wetu atabidi azungumze, isipokuwa nahusia nahusia nafsi yangu, tusiache ibada ya swala. Tusidanganyike, tusidanganyike, hakuna kitachoulizwa akhira mwanzo isipokuwa ibada ya swala wahadha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.